takatifu ilivyoandikwa na Luka. mm -hmm. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana na Yesu aligeuka, akawaambia kama mtu akija kwangu, naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume kwa wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi, kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kuupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumalizia. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu elfu kumi ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu elfu ishirini? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika, kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Neno la Bwana. Na kushukuru Baba Bwana wa mbingu na nchi kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili ukawafunulia watoto wachanga. Tuombe. E Mungu Mwenyezi, tunakuomba utujalie kuwaza, kunena na kutenda sawasawa sawa na hekima yako kwa Kristo Bwana wetu ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba mwenyezi. Bwana, e tunaomba dhabihu hii iwe sadaka safi mbele yako. Na ituletee zawadi takatifu ya huruma yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Vema na haki tendo la kufa na la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulimumba mtu kwa wema wako, na alipoadhibiwa kufa kwa mujibu wa haki, ulimkomboa kwa sababu ya huruma yako, kwa njia ya Yesu Kristo bwana wetu. Kwa njia yake malaika usifu adhama yako, enzi hukuabudu na mamlaka hukupigia magoti wakitetemeka mbingu na nguvu za mbinguni na waserafu wenye heri wa kuadhimisha pamoja kwa shangwe. Tunakusihi tujalie tujiunge nao kwa wimbo wa sifa, tukisema kwa sauti ya unyenyekevu. Chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho yako ili viwe kwetu mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo, ya alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega na akawapa ufuasi wake, akisema: tuwaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu takaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema Waini nywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, utakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo e Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake Mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kwa kutumikia pia. Tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na Askofu wetu mkuu Yuda Tadeusi Ruwaichi, Askofu Msaidizi Henry Mchamungu na waklaro wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira na msimamizi wa jimbo letu, mitume wenye heri na watakatifu wote walokupendeza tangu kale, tustahili kusherehekea uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele amina. Kwa kulitia agizo la mwokozi wetu, na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema: Baba yetu Ebwana, tunakuomba utokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako topolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo aliyowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele na milele.

Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoae dhambi za ulimwengu. Heri walioitwa kwenye karamu ya mwana kondoo.

Utanijulisha njia ya uzima mbele za uso wako, ziko furaha tele. E Bwana, tuombe. E Bwana, tunakuomba uweza wako uzidi kutenda kazi ndani yetu, ili baada ya kulishwa sakramenti ya mbinguni kwa neema yako tuandaliwe kupokea yaliyoahidiwa na sakramenti hiyo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wapendwa <coughs> taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Basi tukikumbushana kwamba Mwezi wa kumi na moja ni maalum kwa ajili ya kuombea ndugu zetu marehemu. Basi wale ambao hawajachukua fomu kwa ajili ya kuandika majina ya ndugu marehemu wanaweza kufanya hivyo baada ya misa, sakristia kwa Sista Yuda. Ninawatakieni nyote mchana mwema. Asante.